E, habarini habarini ndugu wadau leo nina furaha kubwa sana kwa sababu uh, siku kama tisa zilizopita kuna mtu mmoja ambaye tulimpa guidance ya green card lottery ameshafika Marekani sasa huyo mtu anafika Marekani hii hapa nimeshika ni social security namba yake. hii social security namba yake security ni kwamba tukijazia form vizuri ya ile kama ya ushindi ile form kuna sehemu inaandika kwamba do you want your social security number to be sent kwa huyo hosti wako Sa kuna watu wengine hawana host au una host mtu ambaye hujua ni naye; huna uhakika kama huyu mtu je, akichukua hiyo social yangu anaweza kaitumia kwa mambo yake mwenyewe, au anaweza kanidanganya kama hajaipokea fakaitumia yeye mwenyewe ikawaje. Kwa hiyo kuna watu ambao bado hawana host au hawana address katika kujaza fomu ya visa. Kwa EBM Scholars, uh, kama EBM Scholars tuna service ya wale washindi wa green card lottery. Huyu ni mmoja wa watu waliotumia service yetu, ambapo service yetu inaanzia kwanza, moja ku review ya application ku review ya documents kwenda kujazia form ya visa kihalali na sawa sawa bila kuweka makosa ambayo unaweza kufanya wakati wa visa, kukupa guidance wewe ya kuweza kuapply ile visa na kwenda kufanya vizuri kwenye visa interview, kukuprepare kabla ya ile visa interview na kuwaje, medical na kuwaje, kila kitu mpaka hatua zote zile pale. Ukishapata visa, ile process ya kuja kupanda ndege mpaka kuja huku tutakupa ile guidance. Kwa wale ambao hawana host, wanatumia address yangu. Huyu ni mtu ametumia address yangu. Kwa hiyo kadi hii hapa ni social security, imekuja kwangu mimi, naichukua naidumbukiza kwenye bahasha nyingine, ninamtumia ambapo amefikia. Kwa hiyo tunakulinki na baadhi ya watu kama unataka sema apartment ya kwenda kupanga au nini, katika mazingira yale pale. Kwa hiyo ukifika huko, tutakutumia hii hapa, green card yake itakuja, tumeshalipia green card yake, ikifika hapa tutamtumia na green card yake, then maisha yanaendelea sasa. Maisha yanaendeleaje? Mojawapo tunaanza kukusaidia wewe kuweza kufanya application za kazi application za kazi maanake, ni kwamba ondokana na jinsi unavyoandika CV kwa ulivyoandika huku, wanaita resume, tunaiandika tofauti. Na hata kama vile una masters, huwezi kutafuta kazi ambazo ni general labor, unaweka una masters degree. Kwa tunaipunguza kuendana na mazingira ya hapa, kuhakikisha kwamba hiyo hapo. Unaweza kutumia sisi kama ni reference. Mtu akipiga simu, tunajibu, tuna tunaweza kumueleza huyu mtu ni nani na mazingira na mlele pale. Kumbuka lazima upate professional reference hapa Marekani. Mtu anaweza akapokea simu yako, anaweza kujibu emails. Mtu Tanzania akapigiwa simu, mtu yuko Kenya apigiwe simu. Bwana mimi nimeshinda hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Tayari kule ni usiku, kuna masamba ni tofauti katika mazingira hayo hapo. Sasa ukiachana na kusaidia ile masuala ya oui, resume, then kuna ile utaratibu wa adjustment ya maisha Marekani. Hapa kila mtu ana malengo yake tofauti. Kuna mtu mwingine anataka kukua askari, mwingine anataka kuwa na jeshi, kuna mwingine anataka kuja kufanya kazi masuala ya benki, mwingine anataka kufanya kitu gani. Kwa hiyo sisi tutakuja kuangalia zile interest zako, background yako, elimu yako, tutakupa ushauri uanze na kazi gani, tutakupa ushauri ufanye kitu gani, ili kwamba ikifika ule muda uweze kufanikiwa kwa haraka. Takupa mifano miwili ya lakalaka. Kuna mtu amekuja Marekani hapa. Bahati nzuri huyo mtu tunafahamiana naye. Kwa hiyo amefikia nyumbani kwangu. Huyo mtu alipokuja hapa ameingia tarehe ishirini na saba mwezi wa pili. Kutoka mwezi wa pili umeishia tarehe 28. Kwa hiyo mwezi wa pili mwaka kwa ameshaisha. Kwa hiyo mwezi wa tatu kafika huyo mtu. Tarehe tatu mwezi wa tatu tukalipia ile kadi yake ya green card. Bahati nzuri ile kadi ikaja kwa haraka sana siku 18 tu tarehe kumi na nane yani ndio siku kumi na tatu kumi na nne kwao. Tarehe kumi na nane tulipita tarehe tatu, tarehe kumi na nane kadi kwangu imeshafika nyumbani. Tumeshaongea naye anataka kujiunga na jeshi, kesho yake tukapiga simu kwenda kujiunga na jeshi ia tarehe mbili mwezi wa sita elfu mbili ishirini na tano anaenda kuanza bootcamp, maana kama mwezi wa tatu mwezi wa nne na huu mwezi wa tano kwa mwezi wa sita tarehe mbili alijiunga na jeshi. Mwezi wa saba wiki ya sita ya jeshini, guess what, amekuwa raia Marekani kwa ndani ya miezi minne au mitatu na nusu. Mtu kaingia Marekani ameshakuwa raia wa Marekani. Hiyo inatokana na guidance ambayo mtu anakupatia kitu anachokijua. Faida zake huyu mtu malengo yake yalikuwa ni nini? Malengo yake amekuja kufanya maisha. Sasa amejiunga na jeshi la karaka. Simaanishi kwamba kila mtu anafanya hicho nakupa personalized examples za mtu na mtu Alipojiunga na jeshi maana yake huyu mtu atalipwa kwa kuanzia dola 2800 mshahara l mia anaoanza nao lakini huyu mtu atapewa hela kalibia, atapewa ya nyumba dola 2500. Ambapo anakaribia mia tano kujijumuisha hapo ni karibia dola elfu sita mtoto atapewa dola mia nne hamsini ya chakula atapewa full medical coverage ko vitu kama vya namna ile pale huyu mtu tayari kuja kufanya kazi ya kawaida. Wewe umekuja mtu, mtu mpya mpaka upate kazi upate dola 5000, elfu sita. Umepiga kazi kazi mbili kazi tatu. That's how you are going to make dola 5000, 6000. Lakini ukijiunga pale, una kazi moja, you can make that one. Ko, baada ya kuwa na hiyo, maana anaweza kumsponsor baba yake, akamsponsor mama yake, anaweza kumsponsor dada yake, akamsponsor kaka yake. Unaona ushauri. Mtu mwingine alikuja ana watoto mke na mume, watu bado ni wadogo sana. Ha, ni ngumu. watu walikuwa wanafanya kazi kwa wakati mmoja, kwa mwanaume anafanya kazi mwanamke, tukampa ushauri wa kufungua daycare na vile, vile anafanya kazi ya kusuka, kutokea nyumbani kwa. Tunakupa ushauri kutokana na mazingira ulionayo wewe, tunakupa ushauri kutokana na malengo yako ni wewe ni yapi. Wewe unaweza kujua ulisema kozi fulani ya sheria huko nchini kwako kwa sababu uliona kama ndio big deal, kumbe pasio big deal. Mfano unakuta mfano kama mtu hapa, fundi bomba anapokea hela kubwa kulikoni mtu mwenye PhD ya political science. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo inabidi tukupe ushauri, ujue unafanya mambo gani. Kwa hiyo hivi ni vitu vizungumzia. Sasa kama huyu mtu amekuja tayari, sasa imeshafika hapa, ameshafika, tujaweza kufanya meeting kama meeting, kwa sababu nilikuwa nasubiri hii kadi ifike hii social kufika ni social. Social, kuna aina tatu za social. Kuna social unaruhusiwa kufanya kazi. Kuna social unaambiwa unaweke under Homeland Security, unabidi wakupe authorization kama vile wanafunzi watu gani. Alafu kuna ya green card na US citizen yenyewe unafanya kazi to any employer, ndio hii hapa. Kwa baada ya kupata hii hapa, guess what? Kuanzia leo hii huyo mtu tunachukua CV yake, tunaimodify, tunaanza kufanya application za kazi, anaweza kutafuta kazi na kuweza kufanya, kufanya kazi Visa. Na hata mkipata visa ukija Marekani, sio garanti uta, uta, utafanikiwa kwa haraka. Inategemeana ni nani anakupa ushauri. Kumbuka kuna kamati ya lombaya hapa. Mtu mwingine amekaa hapa miaka kumi na tano, miaka kumi, miaka minane. Hana green card. Unakuja wale wanasema mina green card, na green card unachekelea, chekelea hivyo. Anakuchongea. Usifanikiwe, anakupa ushauri wa nguvu za giza matangopoli, usifanikiwe. Kuna mwingine hana nia mbaya, kuna mwingine anakupa ushauri, lakini kwa sababu hana knowledge ya mambo mengineo makubwa ya haya mambo, anakupa ushauri lakini hauko mzuri kuweza kumsaidia yeye kufanikiwa. Unaona kitu kama cha vile pale. Kwa hiyo inabidi upate ushauri wa mtu wa kukusaidia kwa kama ni green card, lolote ile winner, remember, unakuja Marekani usije kuja kupiga picha za Instagram. Unakuja Marekani ili ufanikiwe. Kwa kama unakuja Marekani ili ufanikiwe, tafuta watu ambao wanaweza kukuwekeza na wewe kuweza kufanikiwa. Ndio tuko hapa, kazi yetu ni kukupa hiyo guidance. Kwa kama ni mshindi wa Green Card Lottery, service ya EBM ni dola mia mbili hamsini. Hiyo service ina involve kuku review document zako, kukusaidia kujaza fomu ya visa, kukufanyia prepare kwa interview kukupa guidance, utatumia address yetu kama ukitaka. Ukifika Marekani, tunakuendea hapa CV yako, tunakusaidia guidance. Hutakuwa na haja tena ya mbeleni ya kuanza kuweka appointment na mimi. Mimi nitakuweka, bwana, ulisema unataka a kitu fulani, mbona hujaenda shule? Ulisema nataka kusoma hivi na hivi. Ulisema bwana, nataka kuweza kufanya kazi ya mechanics, mbona hujafanya kitu? I will put you accountable. Tutakupa ideas bwana. Hii kazi unaifanya. Kwa nini usianze na kazi hii hapa kwanza itakusaidia? Kwa nini usifanye biashara hii hapa? Kwa we'll give you the guidance and the accountability kukuwezesha wewe uweze kufanikiwa kwa haraka. Kwa hiyo kama wewe ni mshindi wa Green Card Lottery na kushauri tumia EBM Scholars Service for the DV Lottery winners. Unawasiliana vipi na sisi? Kuna email ebm@ebmscholars.com. Ukienda pale ukatuandikia tutawasiliana na wewe. Lakini at the same time ukienda kwenye website yetu ebmscholars.com kuna sehemu imeandikwa DV winners. Ukilipa DV winners, kuna service imeelezewa ya DV winners inakupa vitu gani, vitu vyote. Na kushauri ufanye hivyo, usije ukapata shida ya baadaye kama unashinda alafu baadaye unafika hapa unakuja kujuta kwa nini kuja Marekani. Watu wanajuta wengine kwa sababu unalishwa matango pori, kwa sababu unakutana na watu nakudanganya, unakutana na watu hawana ile motivation, hawana uwezo wa kukupa advice vitu vizuri vya kuweza kufanikiwa, matokeo yake unakuwa uichotegemea kukamilisha ute kukamilisha. Kwa hiyo hicho ndio kitu cha msingi sana, nataka kwamba katika mazingira hayo hapo. Kwa hiyo video hii tagi mtu yeyote ule mjua ameshinda Green Card Lottery. Lakini wewe umeshinda wewe hujashinda, kumbuka apply Green Card Lottery tena mwezi wa Oktoba. The next DV lottery itakuwa ni Oktoba, itatangazwa kirije tangazo sasa hivi, itakuwa ni Oktoba moja itakuwa ni siku ya Jumatano Oktoba moja, 2025 mpaka Jumatano Novemba 4 ndio Green Card Lottery application. Be ready. Tuko hapa kwa niaba yako o kukusaidia uweze kufanikiwa.